Asante sana basi, bado watufuatilia na ni Alasiri Lounge na tupo nawe leo, wafanya uh, biashara wakiwa wanasema tunakwenda kufunga duka, kwa maana kwamba siku ya Ijumaa leo tukitafakari yale ambayo imepita kwa juma zima mm. Uh, lakini bado kwa wakati huu yupo nasi muda wa eh, kufunga duka bado, si ndio bwana? Na muda wa kufunga duka bado eh, uh -huh. Moja kati ya habari ambazo tumemsomea e, hapa mtazamaji wetu mm. E, katika lile ambalo tunatarajia kitambo kidogo tu kuungana na wenzetu kwa njia ya mtandao kulizungumzia mm. kuhusu siku ya afya ya akili a, duniani. Imeelezwa kwamba changamoto ya afya ya akili imeendelea kukua mm. ambapo zaidi ya watu bilioni moja wanakabiliwa na tatizo hilo, sio watu so, wachache hao, watu bilioni moja ndugu yangu eh. Yeah, ujawai kukaa tu, alafu kuna muda mambo yamekuzonga huyu mm, mm, mm. Kasema hiki huyu, sijui kasema hiki mwanao, kakwambia shule ada imeka e, en, una, mm. Kuna muda unakuta akili kama vile inaganda, ndio pia hiyo ni changamoto changamoto ya afya, hiyo ni changamoto. Kwa hiyo isipotatuliwa, mm. inakuwa okay. Balaa, lakini pia kuna changamoto moja Jafari ambayo nimeigundua mm. mm-hmm ambayo inamfanya mtu ajihisi kama vile hana thamani, afu inaweza kumletea msongo wa mawazo, msongo Pali, wa mawazo Yes, na msongo wa mawazo unapelekea katika mm. changamoto ya afya ya akili. Masekepa, kuna neno alilitaja akasema sonona, sonona hivi sonona ni mm. sonona ni ni stress uh, ndo hukoeana yes, okay. na, na, na huko uh, kwenye, kwenye, uh, kwenye kwenye kwenye stress, kukosa usingizi, nadhani kitu kama hicho nako pia kuna sawa. E, basi unakuta mtu anajaribu kuzungumza. mm -hmm. Lakini wewe ambaye anazungumza na wewe husikilizi, unaelewa? Ndiyo. Unasema katika mazungumzo ni kitu ambacho ni cha pande mbili. mm. Unasikilizwa halafu mtu anakujibu, yule anayekujibu kujibu nao inabidi unapaswa una kumsikiliza pia. Sasa pale ambapo mtu anajaribu kuzungumza kitu fulani, alafu unasema bwana ku, una, una, unamkatisha. Ndio. Anajaribu kukuambia kitu ambacho labda wakati huo ndio amejisikia kukifungua kutoka ndani ya moyo wake akiwasilishe mm -hmm. Alafu unamkatisha ukimkatisha, tu labda ndio wakati ambao anajisikia kwamba kutoa hisia zake. Yeah. Ukimkatisha na maana umemrudisha nyuma na anakwenda ndani mm -hmm. Anajifungia sisikilizwi sija, watu hawanijali, nani atanisikiliza tena upya na vitu kama hivyo, kwa mwisho wa siku anaishia katika namna ambayo ni kuendelea na msongo wa mawazo kuidhuru afya yake. Yes. Kwa hiyo vitu kama hivyo ni, ni katika jamii yetu inawezekana tukawa hatuna desturi hiyo mm. Lakini ni vyema kuianzisha kwa sababu mambo ni mengi kwa wakati huu. Okay. Ni mengi sana Jaffar. Sawa. Kwa hiyo bana tukimbaini mwenzetu mm. Katika sisi mm. Kwa sababu mwenye msongo wa mawazo unajua utamjua tu, utamjua labda ikiwa imeshazidi sana Jaffar. Mimi nadhani lakini sio kwamba yani wewe ndio ukampoint mwenzako kwamba wewe una changamoto ya afya akili. Wewe mwenyewe unawezekana uko na changamoto ya afya akili. Alafu kuna lugha pia yes, enda moja kwa moja wana una afya ndugu yangu, una una changamoto ya afya akili, lazima mtu akatae. Hata mimi nitakunja ngumi e, e, <laughs> akatae kwanza, atakuzingua. <Mba unanionaje>. <laughs> e. <laughs> Lakini lakini wakati huo huo mm. kama ulivyosema, inawezekana eh, usimjiwe kwa sababu mtu anaweza kawa anacheka hapa usoni, yes lakini ndani akawa, na ndio maana pia tunakuwa tunashauriwa Jafar, mm. ni vizuri kumjulia hali mwenzako, kuongea naye tu kwa ndani kwamba vipi Jafar, unaendeleaje? Unajisikiaje? Yani, sio leo oya, vipi, uko poa mm. fresh, fresh nilikuwa nakucheki tu mara moja, afu basi ndio mpigie simu, vipi Jafar, unajisikiaje? mm. uko sawa? yeah. eh? mm. inawezekana kuna namna ukazungumza naye tu mm ukashangaa anafunguakafunguka kwa mm. kwa sababu wengine huwa wana hiyo namna ya kuweza kuficha vitu, akiwa na watu anaonekana ni mwenye furaha yeah. Akienda ndani mm. anakuwa mtu ambaye ni anafungua sasa mambo yake mwenyewe ndani yake na kusema, da unajua mm. ushaiko na mtu umekutana ume naye fu ukamkumbatia, ukimkumbatia analia ndio unajua hapo kuna changamoto. Yaani, okay. Ukamkuta tu kwamba ukamwambia fulani, mm. mambo vipi, ukamkumbatia. Unapomkumbatia inawezekana wewe kama umkumbatia kwa sababu umefurahi kumwona, lakini yeye akawa analia kwa sababu kuna mengi ambayo yako ndani yake okay. Kwa hiyo vitu vidogo ambavyo tunavichukulia poa, lakini vina maana sana, vitu vidogo ambavyo tunavichukulia poa mm. lakini vina maana sana betu umechosha hapa swala la msongo wa, wa mawazo, na ni vema basi kupitia wapendwa wetu tukawa nao karibu na utakapoona, yeah. Eh, moja kati ya majirani zako ndugu yako ana msongo wa mawazo, basi chukua hatua japo, eh, kumuuliza ndugu yangu vipi, salama na kuona mm. hivi na hivi, japo afunguke ayatoe yale ambayo yanamsibu uh, moyoni mwake. Yakiendelea kubaki kifuani mwake, yakabaki yakabaki yakabaki, matokeo yake Eh, ni yale sasa uh, kuchukua uamuzi usiofaa uh, wa kujidhuru afya yake na hata kujitoa uhai wake. Tumekuwa tume tukisikia pia kwamba mm. alikuwa mkimya huyu e. yani wiki hizi mbili alikuwa kama vile hatumwelewi, iko vipi? Mlimuuliza vipi, mbona mm. upo tofauti na tulivyokuzoea yeah. Kwa hiyo mmechukulia kawaida mm. mm. Kuna ile tabia kwamba jafa, nakufuata vipi unaendeleaje? Mtu hasemi, inawezekana wakati huo hayuko tayari kusema, ukamfuata tena wakati mwingine vipi, Has, asiseme yeah, kwahiyo badala ya kuwa mvumilivu au kuwa nasema patient no, una, unasema ah, bwana unaye amezidi, namuuliza hajali, sasa mi nifanye nini no, atajua mwenyewe hiyo atakapo, yani pale, kumbe ungejaribu labda mara ya tatu no, angeweza kufunguka, ni kweli lakini unapomkatia, unapokati, unapokati mtu tamaa pale ndipo ambapo ni kweli na yeah. Moja kati ya madhara ya kumkatia mtu tamaa tamaa, yeah. ni kumpoteza mm. alafu waswahili wanasema majuto ni mjukuu. Ushampoteza ndio, uh, unaanza kulia tena yeah. kwa sababu umepoteza mtu ambaye alikuwa eh, na, na, na, na mapenzi makubwa na familia kwa ujumla na alikuwa na msaada mkubwa na hakuna ambaye hana msaada katika familia, hakuna, hakuna mwanadamu ambaye hakuna. A, hakuna. Kila mtu ana nafasi yake katika e, familia. Kwa hivyo akiondoka lazima tu mm. e, kuondoka kwake kutawagusa. Sababu nyingine ambayo imetajwa e, kwamba ni, ni, ni miongoni mwa inayosababisha kuongezeka kwa namba ya watu wenye eh, eh, tatizo ya, la, la, la afya ya akili hmm. Ni ulevi eh. Kwa hiyo watu jamani waache kupupia ulevi na mbeti mm. Sawa kabisa. Na sasa hivi tunaungana na Daktari Dkt. um, Isack Rugemalila ambaye ni mkuu wa magonjwa ya akili hospitali ya Benjamin Mkapa kutoka huko mkoani au jijini Dodoma. Habari za leo Daktari Isack na karibu sana katika Alasiri Lounge. Salama sana ndugu mtangazaji s yes. Tumefurahi sana kuwa nawe, ikiwa leo hii tunaadhimisha siku ya afya ya akili duniani hmm. yeah. nashukuru sana sawa kabisa Labda uh, tuanze moja kwa moja ili kwa ajili ya uelewa wa mtazamaji ambaye anatazama hivi sasa mtu wenye, mwenye changamoto au mtu mwenye... kwa nini tunaku... <laughs> tuseme hivi mm. Hapo hapo kwenye changamoto. Kwenye changamoto yeah, ya afya ya akili mm. Mtu mwenye changamoto ya afya ya akili anakuwa na dalili zipi hasa? Uh, uh, na, nafikiri pia ulitaka kuelezea kuhusu changamoto ya akili na magonjwa ya akili na i-ni kweli kuna tofauti. Changamoto ya akili si magonjwa ya akili mm. lakini mtu mwenye changamoto ya akili anaweza akapelekea kapele, kupata magonjwa ya akili kwa hiyo changamoto ya akili unaweza kusema kama mental distress aa, lakini magonjwa ya akili unaweza kusema kwa Kiingereza ni mental illness au mental disorder mm. kwa hiyo tukisema changamoto ya akili ni pale ambapo akili inapata Uh, msongo wa mawazo naweza tukasema au inapata changamoto ambazo, uh, zinaweza zikawa zinamsumbua mtu katika moja, nasema eneo la kujijali yeye mwenyewe, lakini mbili, inaweza ikawa inaingilia hata mahusiano yake, tatu, uwezo wake wa kufanya kazi. Kwa hiyo mtu ana changamoto ya akili anafanya hasifurahie maisha na ufanyaji kazi wake au uh, namna anavyofikiri, namna ambavyo uh, anahisi na tabia zake zinakuwa zina sio sio kama inavyokuwa kawaida. Mm. Kwa hiyo kuna wengine unaweza ukawaona, unakuta uh, labda yupo restless, hatulii eh, anashindwa ku concentrate au kufocus kwenye kitu kimoja eh, anakosa usingizi wengine wanakuwa na changamoto ya katika hamu ya kula kwao, inategemea kweli ni hali gani na anapitia nayo, lakini ukisema changamoto ipo namna hiyo, lakini ukisema pia dalili za magonjwa ya akili sasa, siwezi nikalisema nikazisema kwa ujumla, kwa sababu kuna magonjwa takriban mia tatu ya akili. Kwa hiyo, na kila ugonjwa una simto una dalili zake mm. lakini kwa kifupi, tunaangalia vitu vitatu vya msingi, cha ja kwanza personal, personal care, yeye mwenyewe anajijali vipi, hali yake ya kujijali imepungua au iko namna gani? Cha pili tunaangalia mahusiano ya mtu na watu wengine, asema na e, familia yake na watu wengine, je, mahusiano yake yameanza kupata changamoto, tukapata hizo dalili. Na cha tatu uwezo wake wa kufanya kazi umepungua. Kwa hayo maeneo matatu yatakuonyesha kwamba huyu mtu ana- ana hizo changamoto, lakini of course tunasema pia namna yake ya kufikiri namna yake ya kuhisi namna na ambavyo anaonesha tabia zake zinakuwa sio katika hali ya kawaida. Okay Dkt. Isack, tunaadhimisha Siku ya Afya ya Akili, lakini ukizunguka na kuzungumza na watu, watu wanazungumzia changamoto ya afya ya akili. Ina maana changamoto ni kubwa kuliko hata hmm, ile afya yenyewe ya, ya akili. Okay, sasa kiukweli, tutaongea kwa kisayansi ki, ki kidogo kwa tutatumia takwimu Mm. Takwimu zinaonyesha kati ya watu wanne mtu mmoja anaishi na magonjwa anaishi na ugonjwa wa akili au ana dalili mm -hmm, za ugonjwa wa akili kwa, naweza tuseme kwamba watu wengi wana magonjwa ya wa akili ukilinganisha na watu ambao wana afya ya akili. Aa, lakini kwa namna hiyo basi eh, magonjwa ya akili yapo na yapo kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu ukisema kama watu wanne au watano mmoja na ugonjwa wa akili, sio jambo dogo. Mm. Uh, sio jambo dogo kwa 20 tunapoongea 25%, 30% ya watu wana changamoto, wana ugonjwa wa akili au wana dalili za ugonjwa wa akili, hilo ni jambo kubwa, ni magonjwa machache sana yapo namna hiyo mm. uh, kwa hiyo okay. kwa hiyo ni, ni, ni kubwa kulinganisha kwa ukubwa wake. Sasa Daktari Isack, uh, vyanzo vipo vingi uh, ila chanzo gani hasa huchangia uh, zaidi kupata uh, uchangia zaidi mtu kupata changamoto ya ya afya ya akili uh, Sasa ni kweli na kama ulivyosema, lakini jambo la kwanza kabisa naweza nikasema ni msongo wa mawazo eh, kwamba unapata stress ambazo unashindwa kuzishughulikia, ni rahisi sana huyu mtu kupata ugonjwa wa akili. Lakini kwa hiyo tunapoongea stress za za au uh, msongo wa mawazo, tunaangalia maisha lifestyle kwa ujumla inaweza kukupelekea kupata magonjwa ya akili hasa pale ambapo unakutana una, una changamoto za maisha na unashindwa kupambana nazo ndio. Uh, jambo la pili kubwa ni matumizi ya pombe na dawa za kulevya mm. Eh, uh, kwa sababu pombe na dawa za kulevya zinaharibu ubongo. Eh, uh, ubongo ndio sehemu ambapo akili inakaa. Kwa hiyo ni kama unavyoona laptop ile hardware yake na software ukiharibu okay, hardware ya laptop lazima software itakuwa ifanye kazi vizuri. Kwa hiyo pombe na dawa za kulevya zinaharibu ubongo na eventually mtu anaanza kupata changamoto za akili. Kwa hiyo nikaziweka katika namna hiyo mbili. Okay. Sawa kabisa. Mm. Na ni namna ipi ambayo mtu anaweza akapata matibabu ya changamoto ya afya ya akili, kwa sababu kuna wakati mwingine mtu anaweza kudhani kwamba tayari stress zimemzidi na hawezi kuziondoa katika kichwa chake, isipokuwa pale ambapo yale ambayo yanamtatiza yaweze kutatuliwa, ndipo aweze kuwa sawa. Okay. Uh, unatumia neno changamoto ya afya ya akili mm, na nafikiri, nataka tuweke msisitizo kwamba changamoto ya afya ya akili mm, sio ugonjwa wa akili lakini changamoto ya afya ya akili inaweza kupelekea kwenye ugonjwa wa akili mm. na tukiongelea stress au msongo wa mawazo upo kila siku eh, stress zipo mm, kila siku lakini pale ambapo unakosa skills au mbinu ya, ya, ya kudili na changamoto zako basi unaweza ukapata hizo distress au unasema changamoto za akili, na zinaweza kupelekea upate ugonjwa wa akili. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba una una una mbinu za kutatua changamoto zake. Kwa hiyo wengine wanakuta ile kuwa na mahusiano bora na watu ehe, na familia, marafiki, inakupa nafasi ya kujifunza kutoka kwa wengine, kusikilizwa na kuondoa hizo changamoto hmm. lakini ma, kutotumia uh, uh, dawa za kulevya nikisema pombe, sigara, bangi na dawa za kulevya zinauweka ubongo wako kuwa salama na vilevile zinakuondoa katika hizo changamoto za maisha. Mazoezi pia ni sehemu ambapo unaweza kukondolea uh, stress, lakini kujihusisha na shughuli za burudani na michezo ambazo ni salama eh, sio sio buru, kila burudani na michezo ni salama, lakini zile ambazo ni salama zinaweza kukupa nafasi ya kuwa unaiweka akili yako sehemu nzuri. Pale ipo inaposhindikana, kabisa ni vizuri, au unapoona kwamba sasa, so una jinsi ya kusolve, ni vizuri uone wataalamu wa afya akili wakakusaidia, na si lazima ukutane na mtu ambaye labda ni bingwa kwenye afya ya akili. Unaweza ukaenda hospitalini, kwa sababu watu wamekuwa trained kusaidia watu ambao wana changamoto za afya ya akili na magonjwa ya akili, wakakupa wakakupa msaada. Kwa hiyo lifestyle, jambo la msingi kuwa na positive lifestyle, lakini cha pili, unapopata changamoto basi waone wataalamu wakusaidie. Naam daktari, mwanzo umetuambia kwamba kuna magonjwa zaidi ya mia tatu ya afya ya, ya, ya akili e, katika magonjwa hayo mia tatu upi ndio ambao kwa sasa e, umekuwepo sana katika jamii na ni mbinu gani zitumike kukabiliana nao? Mm -hmm, sawa. Sasa ukisema katika jamii, nafikiri unaongelea jamii ya Tanzania naam. mwaka 2023 ilifanyika tafiti ikaonyesha kwamba takribani wa, wa Tanzania milioni saba wanaishi na magonjwa ya akili ndiyo, na kati ya watu hao milioni saba, ugonjwa ambao unajionyesha zaidi ni ugonjwa wa sonona au kwa Kingereza nasema ni depression ilikuwa mm -hmm. ni karibia asilimia ishirini na tano mpaka asilimia thelathini na inategemea na makundi. Kuna makundi mengine hii hali inakuwa kubwa zaidi kwa mfano Uh, makundi ya wanafunzi wa vyuo vikuu inaonekana kwa sababu ya stress za kila mara, basi unaweza kukuta hiyo hali pia ni kubwa zaidi kwao, lakini kwa ujumla ipo kwenye asilimia ishirini na tano mpaka thelathini. Ugonjwa wa pili unasema ni wasiwasi uliopitiliza, unaitwa anxiety, ambao pia una, una, una uko kwenye asilimia hizo ishirini, ishirini na tano. Alafu kuna matumizi ya pombe na dawa za kulevya kama nilivyosema hapo awali Matumizi ya pombe na dawa si za kulevya sio ugonjwa wa akili pasei, lakini inaharibu ubongo ambao upelekea kwenye hizo dalili za magonjwa mbalimbali ya akili. Kwa hiyo hizi ni dalili tatu au ni magonjwa matatu makubwa zaidi ambayo yapo katika jamii yetu kulingana na tafiti okay. Sa, kukubali, vile na tafiti ambazo zimefanyika Tanzania. Sasa mbinu vile vile mm. eh, changamoto kuhakikisha mm. kwamba changamoto unaweza kuzitatua changamoto za maisha Ta, mm. changamoto ziko nyingi Eh, unakuta labda umefiwa na ndugu eh, kazi imeenda vibaya, umepata mtoto mpya kwa mfano ambaye analeta sasa implication kwenye maisha yako eh, umezaa mtoto wengine, tunaona kwa mfano wamama wanazaa watoto baadaye wanaanza kupata depression, wanapata anxiety, wanapata psychosis eh, kwa sababu maisha yanakuwa yanabadilika. Eh, kwa hiyo tunapoangalia kwenye changamoto, zinatoka sehemu mbalimbali. Kwa kifupi ni kwamba kuwa na skills au ujuzi wa kupambana na changamoto ambazo unakutana nazo zisikuletee shida, hiyo ndio jambo la msingi, lakini nyingine kama nilivyosema ni kuishi positive lifestyle, kuishi mm. maisha ambayo yanatija kwenye kwako. Furahi eh, furahi na watu furahi na jihusisha na vitu mbalimbali ambavyo vitakusaidia ufurahi. Uh, kula vizuri, fanya mazoezi. Kuna study inaonyesha kabisa mtu ambaye anafanya mazoezi inampunguzia nafasi ya kupata msongo wa magonjwa eh, kama ya akili, kama hiyo anxiety na sonona kwao kulala vizuri vile vile, mtu ambaye ana lala masaa ya kutosha okay, kwa mfano kama inavyokuwa recommended masaa sita mpaka nane kwa siku eh, wengi wanakuwa na hali nzuri za za afya ya akili kuhu, okay. kulala vizuri pia ni sehemu ya, ya, ya inatusaidia kuwa kutunza afya yetu ya akili lakini, mm. kama nilivyosema sa... kingine mm. usikae na jambo usikae na jambo ambayo ambalo linakushinda nenda kwa wataalamu wa kusaidia. Umeona ndugu ameshindwa kukusaidia, marafiki wameenda kushinda kusaidia, nenda kwa wataalamu wakusaidia kabla hali haijawa mbaya zaidi, sawa. so, Dkt. Isack umezungumzia hapo swala la usingizi, watu wapate nafasi au muda mwingi sana wa kulala au hivyo masaa saba mpaka nane ya kupumzika, lakini wengine wamekuwa wakitumia pia usingizi huo huo Um, kukwepa yale ambayo yanawakabili hasa katika hiyo changamoto ya afya ya akili. Hawa tunawasaidia vipi? Kwa sababu unakuta mtu analala vya kupitiliza, hataki kuonana na watu wowote, hataki kupokea simu, hataki hata kutoka nje, akikwepa baadhi ya vitu hmm. Okay, kwao kuna usingizi ambao ni ugonjwa na kuna usingizi ambao ni tiba na kuna usingizi ambao si mzuri. <laughs> Kwa hiyo vitu, vitu viko vitu vitatu. Us, usingizi kuna tuna, tunashauriwa, kwa mfano, una msongo wa mawazo ukilala, inakupa nafasi ya akili yako kupumua. Eh, naweza nikasema yu, yu akili yako ina breath. Na kwa hiyo wengi, una nafasi tena ya kufikiria sana yale mambo, kwa hiyo wengi wanapopata hizo changamoto wakalala, inawasaidia lakini katika kiwango ambacho ni cha changamoto ya akili, lakini kuna magonjwa ya akili ambayo yanakusababisha ulale sana, kwa mfano watu ambao wanasonona wanaweza wakalala sana, anaamka asubuhi anashindwa, mwili unakuwa ni mchovu na nini, anajisikia kulala kwa analala sana. Kwa hiyo hiyo ni usingizi ambao unatokana una, una na ugonjwa, lakini kuna usingizi ambao naweza kusema sio sawa. Wewe unalala tu masaa kumi, umelala tu masaa, umelala eventually, unaweza ukashangaa unapata hata sonona kwa sababu ya kulala sababu so, mwili unakuwa haupo active hmm. Kwa hiyo na, tuna recommendation kwamba usingizi na unapoongelea usingizi ni somo kabisa usingizi sio kulala tu. Usingizi ni mazingira yako, unaandaaje? Unalala fana, nusu saa kabla hujalala uko na simu eh, wako na utaratibu, unalala kuna mziki mkubwa, unalala wakati chumba kina mwanga mkali unalala godoro ni baya, kwa hiyo hizo, hizo sio usingizi mzuri. kwa hiyo mm. usingizi unasema sleep hygiene ni somo kabisa, sio swala tu la kulala, unalalaje, mazingira gani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kitabu tunasema angalau mtu kwa siku masaa 24, masaa sita mpaka nane, ayatumie kwa ajili ya kulala na alale continuously, sio umelala masaa mawili mchana masaa mawili usiku hapana, continuously masaa sita itakusaidia kutunza afya yako ya akili. Na ukizingatia kwamba akili uh, usingizi ni jambo kubwa, sio tu kulala, mazingira yako ya kulala pia ya support wewe kulala vizuri. Sawa kabisa. Na kuna uhusiano wote mm. kati ya sonona uh, na ku, kutaka kujisikia kula vitu fulani, labda chocolate, labda sijui, mtu anajisikia kula, yaani kuna vitu ambavyo mtu anakuwa na hamu navyo mm. Tena peke yako umejifungia tu, umejifungia eh, ndani mm. Kabisa kabisa, magonjwa ya akili, kuna ugonjwa wa akili ambao una... moja kwa moja ni unaitwa eating disorder, unakula kula tunatamani kula kula kula sana <laughs> lakini pia kuna kuna sonona, watu wengi ambao wanasonona na inaonekana pia wanapenda kula vitu vitamu. Kuna mtu anakunywa yeah sana soda, anakula sana pipi mm, au anakula tu chakula kwa sababu katika ubongo wake ubongo na tafsiri hii ni kama self medication yani, kama anajitibu mm. Ile yale maumivu anayopitia, ile huzuni anayopitia, kule kutokujisikia furaha. Maana vyakula vinaku, vinatoa kitu fulani kinaitwa dopamine hivi mm. Eh, ni kama mtu anayekula pombe na, na, na anayekunywa pombe na dawa za kulevya wengi mm. ambao wanakuwa na distress pia au na msongo wa mawazo bata nikanywe nika, nika, nika, snattukarebatauawnkanywe out najisikia ovyo, nikanywe pombe. Pombe kuna vitu inakufanyia, inaongeza chemicals fulani ambazo zinakufanya ujisikia vizuri kwa muda mfupi mm. Kwa vyakula vile vile vinaweza kusababisha hiyo kitu. Watu ambao wanasonona wanakula ili wajisikie vizuri lakini kwa sababu ile kutojisikia vizuri haikai muda mrefu, unakuta tena unakula kula unakula kula na pamoja na, na, na, na, na, na hizo dalili nyingine mm, okay. Kwa mtu wa sonona anaweza akawa na kula sana au asile kabisa au ya chakula ikawa imeondoka kabisa, kwa, wako aina mbili, lakini kama ulivyosema kwa kula pia inaweza ikawa dalili moja ya kwamba mtu anapitia changamoto ya afya akili na mojawapo ni sonona. So, dokta, matibabu yapoje kwa yule ambaye tayari sasa ameathirika uh, kwa kiasi kikubwa uh, yani afya yake imeathirika, afya yake ya akili imeathirika kwa kiasi kikubwa, matibabu yapoje? Uh, matibabu ya afya akili ya akili yako sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tunasema ni sehemu ya ma, uh, tiba maongezi au tunaita psychotherapy au unaweza ukasema counseling mtu mimi neno counseling ni sana kwa sababu lenyewe linapunja maana ya uhalisia unachokifanya. No, mm. E, na sio na sio common sense. Kuna watu wengine wanasema counseling, lakini ni just a common sense hiyo. Ingesema psychotherapy, maana yake ni ushauri au tiba maongezi ya kitaalamu. Unaenda darasani unasoma jinsi ya kumsaidia mtu kulingana na utaji wake. Kwa hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, pale unaposhindikana na pale ambapo afya yako ya akili inakuwa inahusisha ina, ina, ina, ina pia mabadiliko katika ubongo wako eh? Basi unahitaji dawa Eh, unahitaji dawa kwa sababu pia kuna chemicals fulani ambazo mtu akiwa na changamoto ya akili zinabadilika katika ubongo wake. Kwa hiyo dawa zinamsaidia zile chemicals kukaa vizuri. Kwa hiyo kwa, kwa ujua anasema ni uh, ushauri wa uh, maongezi au uh, tiba maongezi na pili ni swala la matumizi ya dawa za ambazo zinatibwa magonjwa ya akili sana. Dr. Isack tunakushukuru sana kwa muda wako, kwa hakika na wakati mwingine e, usiache e, tunapokuhitaji. Asante sana. Shukran sana. Naam, mtazamaji wa Alasiri Lounge ni Dr. Isack Rugemalila ambaye ni mkuu wa magonjwa uh, ya akili katika Hospitali ya Benjamin Mkapa ambaye uh, tumeungana naye hapa kwa njia ya mtandao na ametupitisha katika mengi uh, juu ya muktadha wa siku hii ya leo ikiwa dunia imeungana na mataifa mengine katika maadhimisho ya Siku ya Afya ya Akili.